Naitwa Sigrada Mligo, leo ni siku yangu ya kuzaliwa, na katika siku yangu ya kuzaliwa, toka nimeanza kujitambua, kila mwaka nimekuwa nikitamani kufanya matendo ya huruma. Kwa hiyo, miaka mingine nimekuwa nikipendelea sana kwenda kwenye vituo vya watoto yatima na maeneo ya watu ambao hawajiwezi lakini, siku ya leo Mungu akaniambia niende nikawasalimie wafungwa na kuwatembelea wafungwa na kuwatia moyo na kuwatia neno, Amina, la faraja. Amina, nimefanikiwa kufanya hivyo, nimekutana nao, nimewatia moyo kwamba hapa duniani kila jambo linatokea kwa mpango wa Mungu, kuwa magereza sio mwisho wa maisha yao. Ipo siku na wao watatoka na huwezi jua kwa nini Mungu aliamua uwe magereza. Pengine kuna vitu alitaka ukajifunze kama ni tabia basi ukabadilikie magereza. Basi mimi namshukuru Mungu kwa leo, kwa siku ya leo lakini msiniulize miaka. Asanteni sana, Mungu awabariki sana na wadogo zangu niko na wadogo zangu dada <laughs> <na wadogo> zangu, <laughs> chupa, chupa, Mama zangu. Mimi tukio wangu kimsingi ilikuwa linaishia magereza. Sasa nilivyotoka hapo, wameniambia wameniambia ameniambia pati JD Hotel, kwa hiyo mimi naungana nao nikaangalia hiyo surprise. Naitwa John Johnson John maarufu kama Kavo bana. Siku ya leo bwana, leo ni tarehe ya kuzaliwa kwa mpendwa wetu Sigrada Mligo, dada yetu. Najua kwamba tunamfahamu sana kwa sababu tunashirikiana kwenye vitu vingi sana, si ndio? Sasa kwa kuona kwamba ni siku muhimu, tumeamua kumfanyia surprise kidogo kwa ajili ya kusherekea siku yake ya leo. So tumetoka kuona wafungwa hapa katika gereza la, la wilaya ya Njombe, lakini tukitoka hapa dadangu, surprise tunaingia JD Hotel ah! na kinaenda ku happen ah! nasema bwana eh bwana, karibuni sana karibuni sana mimi, naitwa Kavo naitwa yeah. Tua, Ben Majukumu Chaula ni, ni mwenyeji wa Lupembe, nime nimekuja kujumuika na dadangu Sigrada Mligo, ni rafiki yangu, ni dadangu kwa muda mrefu. E, leo ni siku yake ya kuzaliwa, akasema na watembelea wafungwa na vituo vingine mbalimbali Kasema tuje tujumuike naye ili tu tumuishi siku yake ya kuzaliwa kutoka Lupembe, sio jirani, ni mbali hasa. kata Lupembe waliopo jirani. Naitwa Gloria Mbrigwe, mimi ni mzaliwa wa hapa Njombe. Dada Sigrada ni mdogo wangu, tumeishi naye vizuri, ni dada mwenye upendo, mwenye moyo mwe wa huruma. kama hivi leo, siku yake ya kuzaliwa, tulikopo kufanya matendo ya huruma, magereza, tunamshukuru Mungu na sisi tumemwandalia kahafla kidogo, tumaji tusoda pamoja na keki. Kwa hiyo tunawashukuru na pia tunawapenda, na ninampenda sana dada Sigrada. Kwa majina naitwa Veronica, ni mwenyeji wa Dodoma lakini nilihamia Njombe, nimeishi kwa muda mrefu sana, nikakutana na watu wengi wa malika tofauti tofauti, lakini miongoni na watu niliokutana nao mmojawapo anaitwa Sigrada Mligo ni dada mzuri ambaye alinipokea Njombe vizuri tuli, yani tunaishi vizuri tunafanya mambo mengi anatusaidia vitu vingi tunaishi vizuri. Leo tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi ishirini na tano ni siku yake ya kuzaliwa. Si mimi pamoja na wenzangu ambao tunaishi nao vizuri tunashirikiana nao vizuri hapa mjini Njombe, tukaona sio vibaya tukijichanga na kufanya chochote kwa ajili ya mpendwa wetu Sigrada Mligo. Kwa hiyo tumemwandalia baadhi ya vitu, keki na vitu vingine vidogo vidogo vingi vizuri. Lakini hii yote ni kwa sababu ya upendo ambao wanatuonyesha kwa jinsi tunavyoshirikiana hata kwa sisi ambao sio wazaliwa wa Njombe, lakini tupo hapa zaidi ya miaka saba nane, tunamwona kama ni ndugu yetu, ni dada yetu, ni familia. Kwa hiyo tukaona sio vibaya tushirikiane naye furaha yake siku kuzaliwa leo. Tuna tumemwandalia afra kidogo jamani, tunakupenda sana Sigrada. Uendelee na moyo huo huo. Uwe mzuri kwa kila mtu, sio kwa sisi tu, hata kwa watu wengine, na hata ukitoka nje ya Njombe, ukaishi vizuri na watu wa huko. We love you so much jamani.